Kazi za msingi zinazoagizwa sasa hivi ni vifaa kwa asilimia kubwa, vifaa kwenye jengo la abiria terminal vimeletwa isipokuwa magari ya, ya, ya ko, magari ya zimamoto, na tunaamini yako njiani. Baada ya miezi sita hivi, magari hayo yatakuwa yamefika. Hilo la kwanza. La pili, jambo ambalo ni muhimu tukalizingatia, TAA na TCA pamoja na TANROADS, sababu TCA ni regulator. Ta ndo anaendesha. TANROADS hapa ni mjenzi, lazima kuwe na mashirikiano ya karibu na taasisi zote hizi. Kwa mfano, TMA, mtabiri wa hali ya hewa, ana vifaa vyake. Vifaa anavyovileta pale lazima viendane na vifaa vya utabiri wa hali ya hewa vya nchi nzima. Kwa vile kabla mkandarasi hajanunua vifaa hivyo, tumconsult mtu wa TMA na tuhakikishe vifaa vinavyokuja vinaendana na specification au viwango alivyovitoa mtu wa TMA, mtu wa utabiri wa hali ya hewa. Immigration, immigration nao na miundombinu mingi ya kisasa ambayo wanaweka katika kuangalia watu wanaoingia na wanaotoka, lazima vifaa anavyotumia yeye viendane na vifaa vyetu. Kwa vile kabla mkandarasi hajanunua vifaa vyote, lazima tu consult watu wa uhamiaji, kujua vinakuja vifaa ambayo vinaendana na kazi yao na ambao vinaingiliana na vifaa mifumo mengine ya uhamiaji hapa nchini. Ni muhimu mifumo yote hii kuingiliana, hatutaki hapa tunakuwa na mfumo huu Dar es Salaam tunakuwa mfumo huu Zanzibar, mifumo yote ya Tanzania nzima lazima uingiliane, na tunatamani litakapomalizika jengo la abiria hili mwezi wa tano, uwanja wa ndege huu uweze kufanya kazi kwa asilimia mia moja. Sisi TANROADS tunaahidi kwamba mashirikiano ambayo tulikuwa nayo tutaendelea nayo kuhakikisha kwamba yale yote ya muhimu ambayo yanapaswa kutekelezwa katika kipindi hiki tunayasimamia kwa ukaribu, ili kuhakikisha kwamba malengo ya kukamilisha mradi huu mapema yanafikiwa. Lakini vile vile kuna mifumo ambayo imeagizwa na ambayo imefika tunaendelea kumsimamia mkandarasi kwa ukaribu, ikiwemo ufungaji wa lift. Kama tulivyoeleza katika taarifa yetu, tumeshazikamilisha. Tunaendelea na ufungaji wa mifumo mingine katika majengo yote mawili ya jengo la abiria na jengo la, la, la control tower. Lakini na kazi za finishing tunaendelea kuzijenga na kuzisimamia kwa kuhakikisha kwamba zinafanyika kwa, kwa, kwa, kwa, kwa kwa, kwa, kwa, kwa thamani ile ambayo inatakiwa na kwa ubora ambao unatakiwa. Hilo tutalizingatia. Mosi, Mamlaka ya Viwanja vya Ndege Tanzania imeweka wataalamu hapa ili kufuatilia na kusimamia ujenzi ili kuhakikisha kwamba vifaa vinavyowekwa na ujenzi unaofanyika unakidhi eh, viwango na mkataba ah, ambao umesainiwa. Tunaye mhandisi wa ujenzi civil engineer E, tunayo electrical engineer tunaye vile vile ICT engineer vile vile, vile, vile tunaye mechanical engineer, ambao wote wanahakikisha ujenzi unafanyika katika viwango ambavyo vinatakiwa, na wote wako hapa full time kusimamia, kushirikiana na TANROADS na consultant e, kusimamia ujenzi. Kama alivyosema Mheshimiwa Waziri, mwezi wa tano sisi tutakuwa tayari ku, kuanza operation pamoja na mapungufu machache ya mfumo wa mafuta lakini mheshimiwa waziri ameagiza e, kiwanja kitakapokamilika hasa terminal building kitakapokamilika, operations zianze na ujenzi uendelee. Sisi tunahakikisha kwamba hiyo tutalisimamia, tutakuwa na program za, za usalama kama tulivyofanya JNIA wakati wa ukarabati wa apron na kampuni ya Interbeton, operations zinaendelea na, na, na, na, na ukarabati vile vile unaendelea.